Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wakazi wa mji wa Kabarnet katika kaunti ya Baringo walikusanyika katika bustani ya Kabon kukaribisha mwaka mpya katika sherehe ya kupendeza iliyojaa furaha, burudani na wito mpya wa umoja miongoni mwa jamii za eneo hilo. Watu wa rika zote, vijana kwa wazee, walijitokeza kwa wingi, huku wakisubiri kuhesabu sekunde za mwisho kuelekea usiku wa manane. Mara tu mwaka mpya ulipoingia anga ilipambwa na fataki za kuvutia zilizochochea vifijo, huku wananchi wakianza kucheza ngoma za asili na za kisasa, wakisherekea mwanzo wenye matumaini. Wananchi wengi wanaishi katika hali ya umaskini katika eneo hili ya Baringo, na tunataka viongozi wetu wajibike kusaidia wananchi hasa sehemu ya maspitali ii inatarajia rais wetu apate kukumbuka wamama kwa wa culture, ili tupate kuendelea kwa hii safari ambayo tunaona inaleta amani, inatuunganisha kama jamii ya Baringo. Hivyo basi katika eneo Marakwet na Tiaty tuko na amani sasa hivi, wenzetu wanakuja soko na tunashukuru sana aswanarbomromen kwa vile, kama kuna gaidi yako kati yetu, ni kutolewa tu yeye mwenyewe, si kuhuzisha jamii nzima. Hiyo ndio shukrani zetu kama Wapokot na jamii nzima yeah. <coughs>